Kuna wakati Mungu utamuomba utaona amenyamaza, yupo kimya, yupo kimya. Amekusikia lakini haongei, Mungu haongei, ila anachokitazama ni ahadi zake ambazo yeye amekuwekea mbele. Kwa hiyo watu wengi tumekuja kukosana na Mungu kitu kidogo tu, sio kwa sababu naomba Mungu ataongea. Kuna wakati Mungu huwa ananyamaza kimya, ukimya ule Mungu anatazama ahadi zake ambazo amekuahidi wewe. Kwa hiyo ukiona Mungu amekaa kimya, ukiona unaomba na Mungu yupo kimya, hatua inayofuata anza kudai ahadi ambazo yeye Mungu amekuahidi wewe maana